Uwepo wenu leo hii una thamani kubwa sana, kwani tunawategemea kwamba mtahakikisha mnazungumzia uimara wa sera yetu ya Taifa ya utamaduni, lakini pia michezo na sanaa pamoja na habari, na haya mtayatafasiri kutokana na vitendo vya kila siku ambavyo nyie mnavyowekea kwenye mpango kazi ambao leo mtatumia kikao hiki kama eneo la tathmini ya mafanikio mlioyafikia. Tukio hili ni la kitaifa na ni tukio kubwa nchini, na wote mnajua kuwa aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo ni Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi, imempendeza amenituma kuja kumwakilisha, na amenituma niwajulishe kwamba yeye binafsi ataendelea kuthamini sekta ya utamaduni, sanaa, michezo na habari pamoja na vijana kutokana na umuhimu wake katika taifa hili. Ndugu wa Tanzania, nyie viongozi wa sekta ya michezo na maendeleo ya utamaduni, mkiwa hapa, tunao wajibu wa pamoja wa kuhakikisha kwamba urithi wa utamaduni wa taifa hili kwanza, unalindwa mbili, unaenziwa na lazima kuhakikisha kwamba tunauendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Lakini pia tuhakikishe kwamba tunarithisha kwa watoto wetu na vijana wetu misingi yote ya urithi wa utamaduni wa taifa hili. Na sasa, utamaduni, sanaa na michezo umekuwa ni uchumi, ajira na tumeshuhudia utamaduni sanaa na michezo imekuwa ni chombo cha kutolea huduma mbalimbali kwa Watanzania. Swala la ajira na uchumi limechukua nafasi kubwa. Tumeona wale wote wanaoshiriki kwenye swala la utamaduni wanavyonufaika, wanaoshiriki kwenye sanaa wanavyonufaika, lakini wana michezo nao michezo mbalimbali wananufaika sana. Mageuzi makubwa ya kisayansi ambayo sasa tunayo na teknolojia na uvumbuzi uliopo katika sayansi na teknolojia imewezesha kufanya dunia kukusanywa na kuwekwa sio tu kama kijiji kimoja, bali imekuwa kiganjani kwa sasa. Na hivyo mwingiliano wa tamaduni, mienendo na desturi mbalimbali umekuwa mkubwa na unaleta tishio kukandamiza utamaduni wetu kama hatuko makini kwenye eneo hili na kwa hiyo wizara, wakati wote mnapokutana maafisa wetu, lazima wakumbushwe kwamba mabadiliko ya sayansi ya teknolojia yana madhara makubwa pia kama tutayatumia visivyo, lakini yana manufaa makubwa kama tutatumia vilivyo. Hatari kubwa zaidi hapa ni kuwepo kwa mashinikizo ya tamaduni za kigeni kutaka kumeza utamaduni wetu kwa kulazimisha baadhi ya mambo kwa kutumia jina la haki za binadamu na kusababisha mamonyoko wa maadili tulionayo nayo ndani ya nchi. Nyie kama maafisa mnaosimamia sekta za utamaduni, sanaa na michezo, na hasa kwa vijana wetu ambao leo wanashuhudia mabadiliko ya kiteknolojia, mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu juu ya mwenendo wa maadili tamaduni na mila za nchi yetu kuwa zinaendelezwa. Mnayo nafasi ya kukemea mabadiliko yote ambayo yanaigwa yasiyokuwa na maslahi katika nchi yetu, kwa naomba mjitambue kwamba mnao wajibu huo na Taifa hili linawategemea katika kulinda utamaduni wetu, maadili yetu, mila zetu na desturi zetu za ndani ya nchi. Ndugu washiriki, kama taifa Kamwe tusikubali kukumbatia tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na maadili na ustaarabu wetu wa taifa hili. Tusikubali kabisa kwa watumwa wa tamaduni za kigeni ambazo zinadhalilisha utu wetu. Pamoja na umuhimu wa kujifunza mambo mazuri ya tamaduni nyingine, ni lazima kujitambua na kuwa na uwezo wa kuchuja nini cha kuchukua na nini tunapaswa kukiacha. Serikali ya awamu ya nne, chini ya Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, aliwahi kusema akili za kuambiwa changanya na za kwako.